Kikundi cha ushangiliaji wa Simba kinachoongozwa na King Faida kimeanza safari ya kurejea jijini Dar es Salaam kikitokea visiwani Zanzibar, baada ya mchezo wa pili wa fainali ya Kombe la Shirikisho kupigwa jana Jumapili, Mei 25, mwaka 2025 kwenye Uwanja wa Amaan Complex. Simba ililazimishwa sare ya moja moja na kukosa ubingwa wa mchuano hiyo, kusomeka moja kwa tatu huku baadhi ya mashabiki wa timu hiyo wakimwangushia lawama mwamuzi Beidadahae kwa madai kuibeba RC Belkani. Hata hivyo, King Faida ameendelea kueleza lawama kwa refa huyo kutoka Mauritania akishirikiana na kikundi chake kwa kuimba wimbo maalumu akiwa kwenye maandalizi ya mwisho ya safari ya kurejea Dar es Salaam.